Dada. Dada. Habari? ha? Safi. Ongela, umependeza. Asante. Mimi naitwa Mwakabi. Kwa nini mimi nasababisha sensa hapa? Samani, na, na, na, shida na namba yako ya simu. Namba itolewe bure bure. Dada. Jamani, mambo zetu. Kwa Fresh. Samani, mambozua kabisa. Unaweza ukanisaidia namba yako ya simu ni vipi hivi? na nikawambia namba inatolewa bure bure kiasi hicho? sufuri saba moja mbili moja ishirini na nne sufuri nane sabini. Unaona wanaume wenzio wanatoa hela. So wewe yeah, unachezesha ndevu. Jifunze kufanya kazi sawa. Hela ngumu. Wosi ushasevu umetisha, mzee. Yeah, nakubali.